Wanaotarajiwa kuhudhuria hafla ya Papa Mtakatifu kutoka Mombasa wameahidiwa usalama wa kutosha kwenye ziara hiyo jijini Nairobi. Watakaposafiri kuelekea Nairobi kwa hafla hiyo, watakuwa katika msafara wa amani utakaoanza katika makao makuu ya Kanisa Katoliki Dayosisi ya Mombasa. Huyu hapa mwanahabari wetu Mwarab Mjasir na taarifa kamili. Okay. Kamati andalizi ya usafiri ya kwenda kumwona kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni, Papa Francis, kutoka diosisi ya Mombasa imekutana na kamishna wa kaunti ya Mombasa, Nelson Marwa, ili kujuzana hatua zilizopigwa katika mipango hiyo. Marwa amesema kuwa usalama utazingatiwa kwa waumini watakaokwenda kwenye ziara hiyo. The, the, relevant uh, uh, church members and the bishops to put the program together and uh, ensure that uh, those who will be traveling to Nairobi are given tight security. Kiongozi wa kamati hiyo naibu askofu Dayosisi ya Mombasa Wilbard Lago amesema kuwa tayari mikakati imewekwa kwa waumini watakosafiri kuelekea Nairobi kwa ziara hiyo. Out of the 52 parishes located in four counties Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita, Taveta, each parish will send a bus uh, and each parish is organizing uh, both the Christians who will participate in the mass in Nairobi. Zaidi ya waumini elfu mbili kutoka Mombasa wanatarajiwa kuhudhuria ziara hiyo huku naibu askofu huyo amesema wa kuwa kutakuwa na maombi ya dini zote yatakayoandaliwa we hope to have interfaith prayers uh, which will bring uh, leaders from different faiths Muslims Christians Hindus the first interfaith meeting will be held on the 24th of November uh, starting at 2 at the Pastoral Center in uh, Chuda Wakati huo huo, katibu wa baraza la Maimamu na wahubiri nchini CIPK, Sheikh Muhammad Khalifa amemtaka Papa mtakatifu kuhakikisha kuwa mgogoro unaendelea baina ya wafuasi wa dini ya Kiislamu na wale wa dini ya Kikristo unapata suluhu. Aweze kuingilia mgogoro ulioko hapa kwetu nchini Kenya, kati ya Waislamu na wafuasi wa Kikristo, especially wa Katolik. tumekuwa na shule za Kikatholiki kwa muda mrefu sana hapa kwetu nchini Kenya, na kwa muda mwingi ilikuwa hakuna shida, watoto wanafunzi wa Kiislamu wakisoma wakivaa hijabu na wakipractice dini yao bila shida. Mwarabu Mjasir, Pwani TV, habari za mwambao.